mwa majina ya wanaoendelea kujitokeza kwenye ofisi za CCM kutia nia ya ubunge ni waliokuwa wamakada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mkoani Mara, Esther Bulaya amechukua fomu ya jimbo la Bunda mjini akiwa ametokea Chadema ambako amekuwa mbunge wa viti maalum. Wakati Bulaya akiwa amerejea kwenye chama chake cha awali, miongoni mwa washindani wake watarajiwa kwenye jimbo hilo ni mhandisi Kambarage Wasira ambaye ni mtoto wa makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara, Stephen Wasira. Nako mkoani Tabora, mbunge wa viti maalum wa Chadema Hawa Mwaifunga ameibukia CCM akichukua fomu ya kuwania jimbo la Tabora mjini, ambapo anakwenda kumkabili Emmanuel Mwakasaka aliyepo hivi sasa. Katika hatua nyingine, kwenye jimbo la Nzega mjini, Hussein Bashe amechukua fomu kutetea nafasi ya kuwaongoza wananchi wa eneo hilo, huku pia mwenyekiti wa wafanyabiashara wa dhahabu mkoani Tabora, Peter Mashili akijitokeza kuchuana naye. Mkoani Kilimanjaro, meneja wa habari na mawasiliano wa Azam FC Hashim Ibwe ni miongoni mwa waandishi wa habari ambao wametia nia ya ubunge akiwa wamechukua fomu jimboni Mwanga. Kwa Dar es Salaam ambako kuna jimbo jipya la Kivule, miongoni mwa waliochukua fomu ni Nebat Mapwele aliyewahi kuwa mkurugenzi mtendaji wa chemba ya biashara, viwanda na kilimo. Vikumbo hivi majimboni pamoja na majina ya wanaojitokeza vimeibua hisia mseto kutoka kwa wananchi wanaofuatilia mchakato huo ndani ya CCM. E, wananchi wameona ya kwamba wao ni sehemu ya siasa hapa nchini. Kwa maana nyingine ni kwamba wanajiona kwamba ya kwamba ni sehemu ya utetezi wa wananchi. Kila mmoja anajiona ya kwamba ana nafasi ya kuweza kuingia bungeni ama kwenye vyama vya, vya siasa katika kutetea haki za wananchi wanaomzunguka. Inawezekana wanaona uwakilishi wa hawa ambao wamekuwa wakichukua fomu kwa miaka ya nyuma na kushika nafasi za uongozi sehemu mbalimbali Labda naona hawatimizi vile vitu ambavyo walikuwa na vitarejea. Siasa imekuwa sana sasa hivi, ndio maana kila mtu anaona ajaribu kuja kufanya siasa, na wengi wanaweza kufanya hivyo. Kuna wengine wachache wanakimbilia maslahi yao binafsi, lakini kuna wengine wanakuja kuwasaidia wananchi. Ubunge kuna maslahi, kwa sababu mtu hawezi kuacha ukurugenzi wa lelwe kwa mfano aende akagombea ubunge kama hakuna maslahi. Kuna kitu anategemea kupata zaidi ya kile alichokuwa anapata mambo, baada ya siasa kuja kuonekana ni biashara basi hata waajiriwa wote wamefanyaje? Wanaona profesa, leo analipwa chuo kikuu analipwa kidogo kulikoni darasa saba ambaye ni mbunge. Wakati mchakato ukiwa umenoga CCM, nao CHAUMMA wamefungua dirisha. Tunafungua rasmi milango ya watanzania wote wenye malengo, wenye shabaha, wenye nia, wenye dhamira, wenye ndoto, wenye maono ya kugombea ubunge ya kugombea udiwani ya kugombea uwakilishi kule Zanzibar kwa upande wa Zanzibar, kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma. Sasa milango inafunguliwa rasmi, fomu zitaanza kuchukuliwa kuanzia kesho, tarehe mosi Julai 2025 kuanzia saa mbili na nusu asubuhi. Chama kingine kinachoendelea na uchukuaji na urudishaji fomu za kuwania ubunge na udiwani ni cha ACT Wazalendo. Raymond Nyamhula, Azam News.